Ikuwepo okay. Tumbuju pale walikuwepo wazee pale walianzisha pale kabla kuja Mjarimani kabla walikuwepo wamefanya okay. maisha yao pale wakaitwa jina la Tumbuju. Wazee walikuwa nalima mihogo pale. Unafahamu sana wakilima mihogo pale. Mm. Wanakwenda wana, baharini wanavua samaki vigoya wanakuja pale katua mihogo imestawi na miche imestawi pale, watoto wakishiba mihogo pamoja na samaki wavigoya pale, basi wanalala mwembeni pale, watoto watumbo juu. Basi ndio ikaita tumbo juu tumbo juu. <laughs> kwa sababu vijana me, mefurahi pale matumbo yamebaki wazi <laughs> tumbo juu ndio lilipokuwa mm, hivyo sasa, tena ilipokuja ilipokuja ku kugaiwa sasa mashamba haya, ndio huku Chunguruma. Yeah, huku, chunguruma huku. Mm. Sasa jina la Tumbuju limekufa sasa, imekuwa lilikuwepo kijiji hapa mm. cha ujamaa hapa, yeah. Sasa ndio ndio ikawa kijiji cha Chunguruma, lakini asili ni Tumbuju <laughs> kipindi hicho, miaka hiyo ya 67 sab si na saba sitini na nane, mlikuwa mnaishije maisha yenu ya, ya...